Wapalestina waliopoteza makazi yao wameanza kuhama kuelekea upande wa kusini mwa ukanda wa Gaza siku moja baada ya Israel kuanzisha operesheni ya kijeshi ya ardhini kwa lengo la kuudhibiti kikamilifu mji wa Gaza. Israel imetangaza kuwa Gaza inawaka moto, wakati Wapalestina wenyewe wakieleza mashambulizi ya hivi karibuni kuwa makali zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka miwili ya vita. Baadhi ya watu wameondoka kwa miguu, wengine kwa kutumia magari au mikokoteni, wakibeba mali zao na kuhama kutoka mji huo wa Gaza. Israel imesema operesheni hiyo ni sehemu ya mpango wao wa kuliangamiza kundi la Hamas na imewaonya raia kuhama kuelekea upande wa kusini, ambako imetangaza kuwa ni eneo la kibinadamu lililokusudiwa kuwa salama kwa raia. Umoja wa Mataifa na mataifa mengine kadhaa yamekosoa mbinu zinazotumiwa na jeshi la Israel, wakizitaja kuwa ni uhamishaji wa watu kwa nguvu na kuonya kwamba Wapalestina wanakumbwa na hali ngumu ya kibinadamu, uhaba wa chakula, maji safi na huduma za msingi.